Ukisoma kile kitabu cha Samueli wa pili sura ya 12 mstari wa 14, Mungu anamwambia Daudi, kwa hili ulilolifanya umewapa adui za Bwana nafasi kubwa ya kukufuru. Nilipokuwa nimesoma hili andiko, nikagundua kwamba kuna wakati mwingine adui anakosa sababu ya kutusema vibaya na kumkufuru Mungu wetu. Sisi ndio tunawapa sababu adui zetu ili wamkufuru Mungu. Kuna wakati mwingine wewe ndio umekuwa chanzo cha kuwapa watu sababu ya kukusema. Unaweza ukawa mchungaji ukafungua mlango kwa mambo ambayo unayafanya, kwa maisha ambayo unaishi, umefungua mlango watu kukukataa, hata kama umetumwa na Mungu. Manake unaweza kweli umetumwa na Mungu, unaweza kweli ukawa na wito, unaweza kweli ukawa na huduma, lakini mavazi yako yakawafanya watu waku, wakukatae, lakini mavazi yako yakawafanya watu wakuseme vibaya lakini maneno yako yakawafanya watu wakuseme vibaya, lakini mwenendo wako ukawafanya watu wakuseme vibaya. Wewe umekuwa chanzo cha watu kukusema vibaya, na sio tu kukusema vibaya. Wewe wakikusema vibaya, wewe watamsema na Mungu unaye mwabudu, yule Mungu ambaye unawatangazia habari zake, pale utakapokosea, adui zako pale utakapokosea, wale watu ambao ulikuwa unaenda kuwapelekea habari za Mungu wako unaye mwabudu Watamkataa, watamkufuru. Maanake wewe unaweza ukawa chanzo cha watu kumkubali Mungu unaye mwabudu au kumkataa Mungu unaye mwabudu na na kumkufuru. Kuwa makini sana, na ndiyo maana sisi ni mabalozi. Vaa yetu, ongea yetu, tenda yetu inatakiwa iwafanya watu wakose sababu ya kumkufuru Mungu. Mungu akubariki sana.